au kwamba bidaa ya adhan imeanzishwa na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, subhanallah. Adhana ya kwanza. Haya maneno kuyasema yenyewe ni bidaa, kuwanasibishia masahaba na bidaa ni bida. Nisbatu sahaba ila albida, kuwanasibisha masahaba kwamba amezusha bida ni bida.

ameahidiwa huko adhabu na nini, ni walihi matawala nusu jahannam, anaingiza motoni. ab waytabii ghaira sabili lmuminin, sio wakafata njia isiokuwa mumini. Kina nani hapa? Mumini wa kwanza ni masahaba wa mtume Sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo, asahaba kwa umoja wao hawakuzusha bid'a. Masahaba wa mtume sallallahu, hakuna hata sahaba mmoja alizusha bid'a, na masahaba wanafuatwa kwa umoja wao wanafuatwa, na lau kama baadhi ya masahaba wamezusha bid'a, basi la qarru alayhi ila lam ankaru alayhi, wangewakataza hizo bid'a. Yani iwe masahaba wazushe bid'a alafu masahaba wengine aridhie? La, kwa jambo ambalo wamelifanyia ijma masahaba basi ni hujja. Jambo ambalo masahaba wamelifanyia ijma ni nini? Ni hujja. Ni Wajawema Online TV, Online TV. Ha hapa ni elimu tu.